Hivi Kevi, kwani unapenda kupani? Kwani mimi ni mtoto mdogo kwamba ninapoenda lazima nikuage, ninaporudi lazima nikwambie, Kevi nimerudi? Mimi sio mtoto mdogo kwamba huko ninapoenda napotea. Mimi ni mtu mzima tena najielewa, sawa eh? alafu mimi ni mtu wa kazi. Wewe si umewekwa tu hapa kingasti, wewe unalelewa kama ninavyolelewa mimi, eh? wewe ni mwanamme gani ta siku moja hujai kusema mama mkwe, chukua shilingi elfu thelathini hamsini, naenda kanunua hata dera. Uliosema lini lini? Ulinipa pesa yako? Wewe siking'asi tu em, kwenda zako bwana, na usisubutu hata siku moja kunipigia mtoto wangu. We mamako ndiye anakupa kiburi wewe. Rudi tena. Kutokana na kutoelewana kati ya Kevin na Tina Kevi aliamua kuzungumza na mkewe kufuatia kutolewana kwao siku iliyotangulia kama mume na mke. Kevi anamkumbusha Tina kwamba wakati walioana alijua yeye ni fukara na akamkubali namna hiyo na walikuwa wakishi kwa furaha, amani na pia mahari ambayo mama yake alitaka. Kevi alichukua wakakubaliana kuwa wachumba. Sasa Kevi anamuuliza mbona amebadilika namna hiyo, hadi inafikia mahali anamzaba kofi. Akiulizwa anajibu kama anayemjibu rafikie, bali si wanandoa. Ni wakati nakuja kukuoa, hukujua kama mimi kapuku? Hukujua kama mimi ni maskini? Hukujua kama sina kazi ya kueleweka hapa mjini? Yote uliyajua na uliridhia ndani ya moyo wako kabisa mimi niwe mume wako. Kwanini sasa hivi unanifanyia haya Yani leo imefikia hatua Tina, unanipiga eh? Umetoka asubuhi ya jana unaenda kazini, umerudi asubuhi ya leo unatoka kazini mume wako, nimelala peke yangu, sina taarifa mke wangu yuko wapi, yuko na nani na anafanya nini? <laughs> Nakuuliza unanijibu the way unavyojisikia wewe yani, kama unayemjibu pale mbele ni shoga yako, sio mume wako. Najaribu sasa kukukumbusha kwamba wewe ni nani, mimi ni nani, unapaswa kusimama wapi, wewe unarudisha kofi Kevi, mimi najua tu uwivu ndio unaokusumbua. Mi nilikuwapo kwa rafiki yangu hmm? Lakini wewe ukajeza uivu wako kichani mwako ukafikiria sijui Tina iko wapi, yaani sijui mwenyewe umefikiria nini. Japo kwa sasa Tina ana hela. Anampenda sana Kevi, kwani wakati Tina alikuwa shuleni, Kevi ndiye alikuwa anamgharamikia mahitaji yake yote, bali si mamake Mama mtu anasisitiza na kusema kuwa hayo yalipita, kwani ni majukumu ya mume kumtunza mke, wala sio mke kumtunza mume. Utashangaa, mbona anataka tina mwache Kevi? Mama Tina anadai Kevi atoke kwenye nyumba hilo, ilhali Tina anamkataza kwa kumwambia kuwa Kevi ni mume wake wa ndoa na hawezi kumtenganisha kamwe, kwani waliahidiana watakuwa pamoja.